Hey, mambo vipi? Karibu tena. Katika video zilizopita mbili tatu hapo nyuma tumejifunza misingi ya Java, tumeangalia masuala ya variables, loops, arrays na mengineyo yale ambayo ni ya msingi kabisa tulikuwa tunakumbushana. Tulikuwa tunaandika kile ambacho tunachoita procedural code. Yaani inamaanisha nini? Tunaipa kompyuta list ya maelekezo, fanya A kisha B kisha C. Hii ni sawa lakini kwa script ndogo ndogo. Inapotokea ukihitaji kujenga system kubwa, mfano system za kibenki banking system au e-commerce platform kama vile Amazon, ukiendelea kutumia style hii ya zamani ya procedural, utatengeneza spaghetti code, kodi ambazo zimejaa tafrani, vurugu, ngumu kueleweka, na unapogusa tu sehemu moja system nzima unakuta inavunjika. Sasa leo tunaanza safari mpya, tunahama kutoka kuwa coders na kuwa software engineers. Karibu sana katika Object Oriented Programming. So hapa tunaona tatizo la njia ambayo tuliokuwa tukiitumia kwenye procedural programming, tunatenganisha data ama variables na function, yale matendo. Kwa hiyo procedural programming ilikuwa ina focus sana na hizi steps function ama method, data na function zinakuwa separated. Tatizo sasa la kitu kama hichi, fikiria unaandika program ya kusimamia wanafunzi okay, utakuwa na variable ya student name, student age, student grade. Zote hizi zipo tu hewani, hazijashikiliwa pamoja. Ukimwangiza mwanafunzi wa pili inakubidi utengeneze tena variable nyingine mpya: student name student age student grade. Ukija kumuingiza mwingine, inakubidi ufanye hivyo hivyo. Sasa kodi inakuwa ndefu na inakuwa ngumu kuweza kuisoma. Unmanageable. Hii ndio tunaiita not scalable, hard to manage. Kila kodi zikiwa zinaongezeka, inakuwa ngumu kwa wewe kuweza kudhibiti ule mfumo wako zile kodi zako. So kuweza kuondoa hilo, solution ni kuja sasa kutumia hii object Oriented, so OOP inakuja kama suluhisho la hili ambalo tumeliona hapa katika procedural programming. Badala ya kuwaza kuhusu steps, tunaanza kuwaza kuhusu objects, vitu. Dunia yetu imeundwa na objects. Mfano, wewe unaitazama video hii ni object. Mimi hapa ni kompyuta yako ni object. Object unakuwa na data, let's say jina, rangi, urefu na una behavior. Mfano wewe hapo nimekwambia ni object, kwa hiyo upo na data ambazo ni jina lako, rangi, urefu wako, lakini vilevile upo na behavior, kutembea, kuongea, code. Kwa hiyo vitu viwili hivi ndivyo ambavyo unavipata katika object: data na behavior. Kwenye object-oriented programming tunachukua data na behavior, tunavifunga pamoja kwenye kitu kimoja. Hii inafanya sasa kodi yetu iwe safi na rahisi kuweza kuitumia tena, inakuwa reusable badala ya kuandika kodi ya gari mara mia moja, tunatengeneza blueprint ya gari mara moja na kuitumia popote pale ambapo tutahitaji kuweza kuitumia. Chukulia, uh, object ni kama vile unakuwa na let's say, ramani moja ambayo inatoa nyumba zaidi ya moja. Hapo umetoa nyumba moja, kule nyumba nyingine pale, nyumba nyingine, lakini zote zimetokana na ramani moja unaona jinsi ambavyo ilivyo rahisi. Tutakuja kuona kiundani tutakapoongelea object, lakini pia tutakapoongelea na class. Kikubwa leo ninahitaji no, no uweze kuelewa ni issue nzima ya object oriented programming ni just ni programming paradigm ambayo ime based katika objects, katika vitu. Vitu tunavyoongelea ni kama hivyo. Gari, uh, wewe hapo pia ni object, mimi ni object, laptop yako, simu yako, mti, takriban dunia imejengwa na hizi object. Sasa core concept grouping data, behavior into a single unit so, tutakuja kuona kiundani tutakapozidi kuendelea kujifunza hivi vitu. So kuweza kutamatisha, wacha twende tuingie katika VS Code ni kuonyesha kwa vitendo kwa nini procedural programming inakuwa inatupa shida. Tunatengeneza simple management concept katika Visual Studio Code yetu ili basi tuweze kupeana Uh, ile picha ya kile ambacho tumeweza kukiongelea leo katika video hii na tuweze kutamatisha na tuje kuendelea na video inayofuata ambayo tutakuja kuzungumzia classes na objects. So moja kwa moja katika VS Code editor yangu hapa mimi nitatengeneza file na faili hii nitaiita procedural problem.java. Simple. Then wacha tuweze kuweka main method yetu so public, static, void, then ndani ya main method yetu wacha tuweze kuweka baadhi ya vitu, tuoneshane the, the way procedural, kwa nini inaleta shida katika kufanya leo kazi, haswa endapo utakuwa na mfumo mkubwa sana. So scenario hii, tunataka kuweza kuhifadhi taarifa za user wawili. Let's say, tupo na user wa kwanza, au tuhifadhi jina la user wa kwanza so, string, username sawasawa let's say tumuite Juma. Tupo na age ya huyu user so user 1 user let's say user age 1 sawasawa na 25, then tupo na string kitu gani, user email. User email, ambayo ni sawasawa na email yake Juma so juma@email.com. Kama hivi ambavyo unaona user kwanza tayari ana username yake ana user age, ana user email yake. Tunataka na user wa pili. Kwa tutaandika kitu kama hichi tena hapa chini, huyu atakuwa ni user wa pili, so username, two, user age two, na email two, yuko ni email user 1 then tubadilishe jina huyu, tumuite let's say Asha, alafu tumpe huyu atakuwa na miaka ishirini na tatu na email yake huyu itakuwa ni asha@gmail.com, then wacha tu print out. So, system.out.println, okay, sorry spelling Out. So yu nimeshaiacha around the bracket to print just a user plus username one tokiep plus tuweke simple age plus user age ambaye ni one, then semicolon nitakopi tu mimi mstari huu, then nitapaste hapa na huyo atakuwa ni username two, username two Imeisha. Sasa hapa tulichokifanya, tumetengeneza user wawili. User wa kwanza huyo hapa Juma, user wa pili Asha, na tukaprint details zao. Hawa user tulikuwa nao sasa. Imagine tuna user mia moja au elfu moja, tutakuwa na variable elfu tatu tofauti. Sasa unaona, huu ni wazimu, ni madness kabisa. Hawezi ukatengeneza projekti kubwa kwa kuweza kufanya kama hivi pia hakuna uhusiano kati ya username 1 na user na user email. Ukiangalia hapa hakuna uhusiano kati ya hivi vitu viwili kwenye memory ya computer stack, ni wewe tu unajua ni mtu mmoja, lakini kwenye memory tayari haitambui. Wewe tu ambaye unafahamu huyu ni user mmoja, na hii email ni ya Juma, lakini kwenye memory kitu hicho hakitambulikani. Sasa kuweza kuondoa hii shida iliyopo hapa ya repetition, mfano kwa kila user mpya inabidi urudie kuandika string name, int age, email lakini pia association computer haijui kama username one na user age ni ya kwake, yani miaka hii 25 na ni miaka ya Juma. Haiwezi kutambua kitu kama hicho kutumia njia hii, zimekaa sehemu tofauti kabisa kwenye memory. Ukikosea ku print username one ama user age 2 program haitalalamika, lakini data itakuwa ndio yenye makosa. Hii ndio sababu tunahitaji object oriented programming. Tunahitaji kutengeneza container au box ambalo litabeba jina, umri na email kwa pamoja kama Juma, vitu vyake vyote vitakuwemo katika hilo container moja. Hilo box ndilo tutaliita class kwenye video ijayo. kama kama, sasa hii ni procedural approach ambao tunataka tuiache kwa sasa, tuingie katika object-oriented programming. Na procedural programming. So tutakwenda kujifunza OOP na ndio tumeanza hivi. Tutaingia video inayofuata, class ni nini, object ni nini, tutaangalia kiundani na kila mmoja wetu ataweza kuelewa, na ndio tunaanza safari ya kwenda kujifunza object oriented programming hivi. Kwa hiyo nategemea umenielewa vizuri leo, umepata concept japo kidogo katika video hii na tayari kwa ajili ya kuendelea. Asante sana, like video hii. Una maoni, una swali lolote niambie katika sehemu ya comment, una chochote cha kuongezea katika hiki ambacho tumejifunza, pia share na mimi katika sehemu ya comment. Asante.